Shiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Na jambo jengine la pili, hakikisheni mnalinda amani, umoja, mshikamano na upendo katika maeneo yenu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaendelea kuwa na mapenzi makubwa ya wananchi hawa ili kuhakikisha anakuleteni maendeleo. Lakini ndugu wananchi, mwenge wa uhuru bado unawaka, unang'ara na unameremeta, na niwaambie leo hii mwenge huu wa uhuru ulipita ndani ya wilaya yenu hii ya Gairo na ukaangalia miradi mbalimbali mbali ya kimaendeleo ambayo inafanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini ile ambayo inafanywa na halmashauri ya wilaya ya Gairo. Kwa kweli miradi ile yote tuliyopitia sisi wakimbiza mwenge, kwa kweli tumeridhika nayo na tumeikagua miradi yote ina ubora. Kwa kweli hongereni sana, ndugu wananchi. Niwaombe sana mpigieni makofi mengi sana ndugu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya hii fanya kazi kubwa sana mama yetu huyu. Lakini vile vile nawashukuru sana waheshimiwa madiwani wakiongozana na makamu mwenyekiti wa madiwani wa halmashauri. Naomba mumpigie makofi mengi sana. Mimi na mwenge wa uhuru kitaifa zangu kwa kazi kubwa ambayo leo hii tumeifanya ambayo tumemwakilisha vyema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia oye! Mwenge wa uhuru umezunguka katika mkoa wetu kwa muda wa siku tisa Leo ndio umekagua mradi wake wa mwisho na wananchi wa mkoa wa Morogoro wametutendea haki kubwa sana, wametuheshimisha sana, na leo na nyinyi wanagairo umetuheshimisha sana. Jipigieni makofi yenu. Sasa mimi kama mkuu wa mkoa wa Morogoro, ndugu yenu mwanagairo mwenzenu, naomba niwashukuru kwa kazi yote iliyofanywa wana na wanagairo katika kuupokea na kuusherehekea mwenge huu na kuhakikisha kwamba ujumbe umefika na malengo ya mwenge wa uhuru yamefikiwa. ya Lakini na sisi tumeuheshimisha mwenge huu wa uhuru, na kesho tunawapa kazi ngumu sana Dodoma ya kufikia kazi kubwa tuliyofanya sisi, wana Morogoro na hususan na nyinyi wana Gairo, jipigieni makofi wenyewe. Kwa hiyo mi nawashukuru sana sana, wana Gairo wenzangu sana. Na hii sio mara ya kwanza na mimi nimesimama sana hapa kwenye jukwaa hii kwa mambo mengi. Mara ya mwisho niliposimama hapa, ilikuwa ndugu kiongozi wa mbio za mwenge, tulikuja hapa kwa ajili ya kubuli. Hawa ndugu zetu walikuwa na maonyesho ya mapinduzi ya kilimo ndani ya Gairo hii, na nikwambieni kwamba juzi kama wiki moja iliyopita, mimi nimeletewa matokeo ya jaribio la kuotesha viazi ulaya katika, katika huko milimani kwenu huko nongwe huko <coughs>

madaraja ambayo yale yanayotengenezwa. Kwa hiyo kwa Wagairo, mimi nataka kusema kwamba siwezi kusema na wananchi wenyewe mashaka. Lakini hapa kuna kila kitu. Ukija sekta ya afya hapa, sisi tuna sisi na mpya sasa hivi tuna kabasi kingine, kwa hiyo tuna ile kila kituo cha afya tunayo tunayo vituo vya afya na kimoja cha kimkakati kinajengwa pale cha kwaa ka kitokua cha afya cha tana. Kuna hospitali ya wilaya inayofanya kazi nzuri, na mwaka huu imekuwa ya kwanza Tanzania katika hospitali za wilaya za halmashauri kwa kutoa huduma nzuri.